Jeshi la polisi limetoa taarifa yake kuhusiana na kukamatwa kwa mwanajeshi kutoka jeshi la Marekani ambaye anadaiwa kukamatwa huko Sirali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya, Novemba 16, 2025, wamesema kwamba majira ya saa sita kamili mchana katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya Sirali limemkamata Charles Okulu Ongeta miaka 30 mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sergeant, akiwa na mabomu manne aina ya CS M68 ya kurushwa kwa mkono, akitokea Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye namba za usajili KDP 152 Y aina ya Toyota Land Cruiser. Mabomu hayo kwa mjibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini asingeruhusiwa . Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhuma hizo, ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Ametoa na kamanda wa polisi mkoa wa Tarime Rorya.